Tunamsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba, kama mnavyojua jamani. Happy birthday to big brother our idol, our icon, our industry machine Simba by the way, birthday imemkuta akiwa anaedit video kwa ajili ya kuwapa yeah, yes. Mashabiki jamani, video ni nyingi mtu apumzike. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Watu wote hapa nashukuru, lakini juzi yeah. kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya ambacho yeah. mimi nakupongeza sana kwa ule jamaa bacteria eria yeah. nakumbuka mi wa watu ambao niliona ile tukio kwanza kabla hujaposti ukashangaa, kwa kwe, kwa kwa ana kwe. Kweli kuna ambia, nimeshangaa tu, ghafla umeenda saa ngapi? Yes. nataka moyo mtu kutoka bana yake inahitajika kiasi fulani, ukaniambia tunatoa pale pale. hata yangu kama pale pale, ndugu yangu mimi matatizo kama makumi nibaki, sina shilingi mia ngapi? Ebana, bakteria hela ya bakteria hapa, jamani, tunashukuru sana. Sijui niseme nashukuru kiasi gani. Hela hi hapa, jamani, katoa Diamond Platnumz simba kwa ajili ya bakteria ombe Mungu mzetu aende jie apone. Askialaheri nipata wasaa, naenda kumtembelea Bwana. Uta kuamini sasa hivi dunia inabadilika. Basi leo watu wakatoa kupokea zawadi, ila mzee basi leo ndo katoa zawadi, yaani katoa zawadi kaenda huko. Imagine mimi ngoja tu nile keki Birthday yake katoa zawadi milioni thelathini na saba Acha we acha tu nirekebishe, dola elfu kumi na tano ela akupewa, una hesabu hesabu zako